Anaitwa Edward Elnesti Komba. Huyu ni mkandarasi aliyeamua kuchukua muda wake na kutoa sadaka kwa watoto wenye ulemavu. Ilikuwa ni mwaka 2014. Aliamua aliyeamua kufanya maamuzi ya malezi kwa watoto wenye ulemavu ama changamoto za kiafya. Msukumo mkubwa ulitokana na yeye kuzaliwa na wazazi wenye ulemavu. Mama yake mzazi alikuwa ni mwenye ulemavu wa macho na shida ya afya ya akili ambapo baba yake alikuwa ni mlemavu wa viungo. Kabla ya kuanza harakati za malezi, alipatwa na kisa cha kunusurika kumkanyaga mtoto ambaye alikuwa ni mlemavu aliyeachwa pekee nyumbani, ndipo alipoanza jukumu la malezi kwa mtoto huyo. Hakuishia hapo, aliendelea na malezi kwa watoto wengine mpaka kufikia sasa ana watoto zaidi ya mia moja ambapo wengine wapo katika kituo cha malezi na wengine wakiwa nyumbani kwao. Changamoto alizonazo ni ongezeko la idadi ya watoto hadi kufikia kushindwa kukigawa kile alicho nacho. Ukiachilia mbali mahitaji ya kawaida, wapo watoto wenye uhitaji wa matibabu makubwa ya kiafya, hivyo kuna umuhimu wa bima kwa watoto hawa baadhi wapo wanaohitaji baiskeli au kiti mwendo pamoja na upungufu wa magodoro. Lakini pia matamanio yake zaidi kupata makazi ya kudumu. Hapa walipo sasa wamepanga na hapa majina, na Edward Komba anasimulia. Edward Ernest Komba ni mkurugenzi wa shirika la Uleo. Tuko hapa kwenye kituo cha watoto wenye mahitaji maalum ofisi zetu ziko Diakat ya manispaa mkoa wa Ruvuma wilaya ya Songea mjini manispaa. E, kituo chetu kina watoto 26 ambao wako kwenye kituo, lakini idadi ya watoto wako mia moja na kumi na moja. Kwa nini niliamua kufanya hivyo? Mimi ni professional, mimi ni technician wa majengo nashughulika na hizo kazi na bado nafanya, lakini sasa hivi nimekuwa busy sana hii project ya watoto, kwa sababu inahitaji ukaribu zaidi. Nilianza mwaka 2014 na, na nilianza baada ya kuona mazingira yangu nilikopita. Mimi nimepita, wazazi wangu walikuwa ni walemavu. Nikiwa kwenye kazi Mtoto alinipa challenge kubwa sana. Kwa nini mtoto? Mtoto mlemavu anaachwa majumbani, wazazi wanakuwa wapo busy na kazi zao. Nikaanza kutafuta namna ya kuweza kumsaidia. Kwanza nikaanza kumsaidia masuala ya shule. Alikuwa anasoma pale pale na matui, lakini baadaye nikatafuta baisikeli za walemavu, nikapata baisikeli sita, nikaanza kumpelekea yeye Geoffrey na baadaye nikawapelekea watoto wengine, walikuwa nazidi kuongezeka mpaka ilipofika mwaka juzi nikawa na idadi ya watoto kama arobaini na nane nikaona ni vyema sasa naifanya usajili wa shirika, na nikafanya usajili, prosesi za usajili ukaja kukamilika mwaka jana, tarehe ishirini na nne ya mwezi wa tatu kawa tumekamilisha. Baada ya kukamilisha, na tukaanza ofisi yetu ilikuwa pale bomba mbili tumekwenda lakini, nikawashindwa kulipa pango, kwa sababu watoto idadi ni kubwa, wanahitaji mahitaji, na mimi sina kitu. Ninapofanya kazi, basi kile ninachokipata kiende nyumbani na kingine niweze kutoa kwa watoto. Basi nikaona ni vyema sasa niende kwa mkuu wa wilaya kule. Nikaenda kwa mkuu wa wilaya wetu Wirimanikaanandile, akanisaidia kupata jengo la serikali. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunatumia jengo la serikali. Nimebaitika kupata maeneo Masigira na target yetu kwamba Mungu akitujalia tukipata fundi au mtu kuweza kutusaidia basi tutakuwa na nyumba yetu. Maana tuna eneo tayari la like ekari nane, lakini hatuna uwezo wa kuweza kufika pale na namna kuweza kujenga. Kwa hiyo hapo tunaanza na kupanga hii nyumba, tunailipia kwa mwezi shilingi laki mbili, lakini pia tuna wadada wawili ambao wanatusaidia shule kama mamatoni na mpishi au tunatakiwa watu walipe kila mwezi laki mbili mbili. E, lakini tuna changamoto pia. Mpaka kufika mwaka jana, kufika mwaka huu idadi ya watoto ikawa imeongezeka. Watu wanaambizana kwamba sehemu fulani tunaweza tukapata msaada, kumbe na mimi sina kitu. Kwa hiyo nakwenda kwa huyu nakwenda kwa huyu, nikipata chochote basi najaribu kufanya. kwa idadi ya watoto kafika mia moja kumi na moja mpaka hivi sasa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hawa watoto kuna wengine ambao wanahitaji kwenda kupata matibabu, lakini kuna wengine wanahitaji kupata bima, ili walao kama inatokea ghafla anaweza kupata shida, basi unachukua bima unapeleka hospitali, lakini kama huna bima bado una changamoto hiyo. Changamoto ambazo tulizonazo, lakini bado tuna changamoto. Kuna watoto wengine wapo kama wanne watatu, ambao wanategemea hawa, tungeweza kupata baiskeli za ulemavu ili ziweze kuwasaidia kwenda shuleni au ku kuweza kumove kutoka hapa kwenda sehemu fulani, lakini tuna watoto wawili ni watoto ambao wanalala tu hawana chochote yaani, wale hata ukisema umpe baskeli hamna kitu. Kwa hiyo zaidi ya yule huduma yake ni matibabu na huduma zile za kijamii, lakini pia bado tuna changamoto, hatuna vitanda humu ndani, sina magodoro na magodoro machache tu, wanalala wawili wawili. Kwa hiyo imekuwa na changamoto kubwa sana. Na hapa baadhi ya wazazi na walezi wakisimulia namna ambavyo Rudeo imekuwa kama nuru iliyoangaza gizani. Licha ya changamoto nyingi katika kituo hicho, lakini bado Rudeo ni tumaini lililojema kwao. Mbele ya watoto wapacha wana changamoto ya miguu na vitu. Tunaomba kama kuna wengine wajitokeze kutusaidia kwa sababu kuna watoto wengi wanaohitaji. Mama jina anaitwa Joyce Ponela. Nipo kituo hiki cha walemavu hapa, tunaisha na watoto walemavu ah, ambayo wenye changamoto mbalimbali, wengine wanajuiza, wengine hawajuizi. Kwa kweli shirika hili ni ndogo, bado ni changa, inahitaji msaada mkubwa sana kwa walemavu ambayo waliko hapa amna msaada, tunaomba wengi wengi lakini kupitia pesa shirika hili hamna. Kwa jina naitwa Stamili Alingonyani, ni binti mwenye umri wa miaka kumi na tisa. Mtoto wangu anaitwa Gloria ana mwaka mmoja na miezi miwili. Nimemgundua mtoto wangu kwamba ana matatizo akiwa na umri wa siku nane, akiwa na siku nane baada ya kujua yale matatizo, nilienda naye hospitali, walinitajia gharama za kufanyia operation huyu mtoto. Matatizo yake hana sehemu ya kutolea haja kubwa, yani haja kubwa inatoka mbele pamoja na haja ndogo. Mtoto wangu alipofika umri wa miaka mitatu, Nil... hey. ndiyo miezi mitatu, nilikutana na mfadhili ambaye mwenye anahusika kwenye hiki kituo, nilipokuwepo hapa, nilipokutana naye nikamuelezea juu ya matatizo ya mtoto wangu, akanileta kwenye hiki kituo. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Mungu ana watoto wengi sana. Na vipi ikawa? Aliamua kuwapa baadhi ya watoto wake ili wagawane na wengine. Mahana, hata wewe nyumbani na watoto wako hao watatu tu, utasikia fulani, nimeleta machungwa hapo, ebu chukua, ugawane na wenzako huko nje. Sembuse Mungu mwenye watoto dunia nzima. Chukua muda kutafakari. Mungu wetu ni mmoja, jiulize kwa nini umebarikiwa wewe na wao wamekosa. Mungu huwapima imani, amewapa wachache wagawane na wengine. Hicho ulichojaliwa kidogo kinaweza kurejesha tumaini kwa wengine. Mshukuru Mungu kwa kumaliza na kuanza mwaka mpya. Tafakari umempa nini Mungu hata ukawa unapumua hadi leo. Wapo waliosafiri hawakurudi tena nyumbani, wewe unasafiri kila itwapo leo. Ama wewe ni mjanja, waliotangulia ni wazembe? Sidhani. Wapo waliolala kitandani au kuketi kwenye kiti na ndiyo ikawa safari yao ya mwisho papo hapo. Ebu shukuru na kumtukuza Mungu kwa kuwapa tabasamu wengine wenye uhitaji kwa kidogo ulichojaliwa tu. Hakika itafanyika baraka mbele za Mungu na Mungu akubariki. Mimi ni Rosemary Joseph na hii ni Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.